Mazungumzo tunaanza na jirani yetu ambaye ni UDA, wengine wangoje kwanza. Si namna hiyo? Sasa hiyo ni baada ya 2027 20, lakini kuanzia leo mpaka 2027 mimi iko hapo tu. Sasa Mungu akikubali, sasa tunataka serikali ya broadband ifanye kazi vile inafanya, jambo la pi, ya, ya, pili na mwisho kwa sababu ya saa vile Aaron Cheruiyot amesema. Unajua kuna wengine sijui kitu wali nafanyanga sijui kitu wali yangia kwa kichwa, si hiko disease ya hii professionals in by, professional researchers, wanafaa wa research. Mtu akiwa kwa uko ofisi anaongea vingine, akitolea kwa ofisi anakuwa suddenly very clever, anaanza kupinga kila kitu, hii kitu ni mbaya, hii kitu ni jiji nye nye <laughs> sasa wengine walikuwa chairman ya budget juicy walikuwa wanaongea vingine kwa bunge. Sasa hii sasa vile sio chama tena, naongea wengine anasema, wewe safari kwa minauso keke hii Kenya pipeline inauzwa, si lazima iuzwe, si lazima iuzwe. Wewe kama uko na ng'ombe kwa nyumba na mbuzi na una pesa na unataka kupeleka mtoto wako shule utafanya namna gani? Si unauza ng'ombe yako? Si unauza mbuzi yako?